Habari kwa majina, naitwa MC John Minja. Kwa upendo nilionao kwako, nimekuandalia tips kadhaa ambazo zitakwenda kukusaidia kujua ni namna gani ya kuweza kumpata MC mzuri wa shughuli yako kulingana na ubora wa tukio lako vile ambavyo ulivyoandaa. Mimi ni mshereheshaji wa matukio mbalimbali mbali, kama vile harusi send off, mikutano, uh, birthday, corporate events na zingine kama hizo. Naomba nikwambie kuchagua MC sahihi ni moja ya maamuzi muhimu ili kuhakikisha shughuli yako inakuwa na uhai, nidhamu na burudani ya kutosha. Hapa leo nitakupa tips muhimu ambazo zitakusaidia kufanya maamuzi sahihi ya kumchagua MC au mshereheshaji katika tukio lako. Nikwambie kitu MC au mshereheshaji ndiye msimamizi wa matukio na mtiririko wa shughuli katika tukio lolote lile, aidha ni harusi, send off, uh, kitchen party, birthday, engagement, uh, au corporate event na zinginezo. Huyo ndo msimamizi wa hayo matukio. Uwezo wake wa kusimamia, kuwasiliana na kuhamsha hisia za wageni ni nguzo muhimu katika mafanikio ya hilo tukio lako. Kwa hiyo hakikisha unakuwa makini hapa. Nitakufafanulia kwa kina maana zaidi ya uzoefu wa MC na kwa nini ni muhimu unapomchagua. Twende sawa. Uzoefu wa MC unahusiana na muda na idadi ya matukio. Uzoefu wa MC unahusiana na muda, idadi ya matukio ambayo ameyasherehesha pamoja na aina mbalimbali au tofauti tofauti za shughuli alizozihudumia. Utanielewa ninachokwambia. Taratibu, tuende taratibu. Je, uzoefu wa MC unapimwa na vitu gani? Tujiulize swali pamoja afu mi nitakupa majibu. Unapimwa na vitu, vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza kikubwa ni idadi ya miaka alizofanya kazi hii. Uye MC wako unayetaka kumchagua ana muda gani kwenye game katika ushereheshaji? MC mwenye miaka mingi kwenye kazi ana uelewa mkubwa wa changamoto na suluhisho mbalimbali katika shughuli kama vile mimi. Tu tuwepitia changamoto nyingi sana, sio za kupigwa hapana, namna ya kusolve uh, matukio au mabadiliko yote yanapotokea katika shughuli. Kuna wakati tunasherehesha, lakini familia zisioneshani ila sisi tunatakiwa kuficha, sisi washereheshaji tunatakiwa kuficha, mtu yeyote asijue kinachoendelea. Na kuna wakati unasherehesha, alafu bibi harusi anapata shida, sisi tunatakiwa kuficha, mtu yeyote asielewe kilichoendelea pale. Nitakupa mfano mmoja, siku mmoja, tulikuwa tuna tunafungua champagne, alafu maharusi nao pia wakawa miongoni wa kufungua champagne. Wakati wanafungua champagne zile zilizokuwa zinafunguliwa na maids zilifunguka zilikuwa ziko shampeni nne zilifunguka, na ya bwana harusi pia ilifunguka, alafu ya bibi harusi ndo ikagoma. Hapo kama MC au MC wako uliyemchagua, nini atakachokifanya kutatua hilo? Ikagoma kwa maana ya kwamba sio, haijafunguka kile kigunzi kile cha juu kilikatika katikati, kwa hiyo hamna namna ya ku ya kupress juu, kama vile ambavyo inavyofanyikaga kwenye champagne. Kwahiyo bibi harusi pale akawa anajisikia fedhea, afu ndo mteja wako. Kwa hiyo ilinibidi mimi, MC, ni mlinde mteja na watu wote wakubaliane na mimi, bila kulazimisha, bila kufosi. Nilichukua ile champagne nikasema, hawa watu leo wametangazwa kuwa mwili mmoja, maana yake vitu vyao vyote havitakiwi vigawanyike kwa mbili ni makosa makubwa sana kuweka shampeni nne kwenye shughuli ya watu ambao wamekuwa mwili mmoja. Kwa hiyo hizo tatu zilizofunguka ndo zitakazotumika hapa, kwa sababu ninyi ni mwili mmoja, alafu hii moja mtakwenda kuifungulia honeymoon, mtaikunywa yote mpaka dimnatoka kule honeymoon, kwa sababu ninyi ni kitu kimoja. Hii moja ndo ya kwenu. Watu walifurahi, watu walipiga makofi, watu walishangilia na nilipewa elfu ishirini ya kuweza kusolve hiyo problem. Umeona sasa, uh, kuna namna fulani hivi, ukishajua thamani ya mteja wako kutokana na uzoefu wa, wa kazi unajua namna gani ya kumlinda mteja. Watu walienjoy na harusi iliendelea kuwa na furaha na shughuli ikaendelea. Lakini kitu cha pili, pointi ya pili ya kuzingatia katika swala zima la uzoefu wa MC ni aina ya matukio aliyosherehesha. MC mzuri anatakiwa kuwa na uzoefu katika matukio tofauti tofauti kama harusi, sendoff, mikutano ya biashara, semina, sherehe na taasisi na kadhalika, shughuli tofauti tofauti ambazo zote anazifanya vizuri kwa ubunifu wa kipekee kulingana na tukio. Sio matukio ya birthday waleta kwenye harusi, matukio ya kitchen party waleta kwenye sendoff, matukio ya corporate wapeleka kwenye huku mambo yanagoma, hayaendi. MC mzoefu anajua namna ya kuyaweka sawa vizuri, na huyo si mwingine bali ni mimi MC John Minja. Ngoja nikupe pointi ya tatu hapo, unielewe. Pointi ya tatu ni hii hapa, uwezo wa kubadilika kulingana na hadhira. MC anatakiwa awe ana uwezo wa kubadilika kulingana na hadhira. uzoefu humsaidia MC kujua namna ya kuwasiliana na makundi tofauti ya watu, iwe ni maarusi au ni viongozi wa kampuni au ni viongozi wa kisiasa au ni vijana kwenye sherehe za burudani. Anatakiwa ajue namna ya ya kubadilika kulingana na hadhira. Leo atakutana na hadhira ya Kinyamwezi, kesho atakutana na kia Kihaya. Usichanganye mambo hapo. Wahaya wafuati maarusi kwenda mbele kuwapa zawadi maharusi, ndo anakuja kwa wazazi kupokea zawadi. Usije ukachanganya sasa ukapeleka kwa Wanyamwezi, ni vitu viwili tofauti. Lazima uwe unajua mambo kama hayo, na anayejua ni MC mwenye uzoefu kama MC John Minja. Naomba nikwambie kitu cha, cha pointi ya nne: ni kazi zake za nyuma zinaweza kumwelezea vizuri huyo mc zef, ah, kazi zake za nyuma, video na picha za kazi zake alizopita, kazi zake zilizopita zinaweza kukuonyesha namna anavyoendesha shughuli na uzoefu wake kwa vitendo. Kuna umuhimu sana wa kumfahamu mc wako kabla ya kumchukua. Jitahidi umemfahamu, jitahidi umemwona kama hujaona video zake, basi kabla ya, ku, ya kumtumia advance ya kufika naye mwafaka, mwambie lini una tukio lako, naomba nije nikuone. Mara nyingi mimi nikiwa naenda kusherehesha, naombaga complimentary moja, nachangia pale kadi, naomba complimentary moja hiyo, naiwekaga standby. Kwa yeyote anayetaka kunifahamu, namkaribisha njoo Utakaa, utafurahi, utakula, utakunywa, kwa sababu nishakulipia. Alafu baada ya hapo, naambia utafanya maamuzi mwenyewe kutokea hapo. Kesho yake lazima nipokee advance, na ndo kitu napenda mtu aone vile ambavyo navofanya aamue mwenyewe kutoka moyoni bila kuhamasishwa. Naitwa MC John Minja. Nikwambie ukweli, kama unatafuta MC mwenye uzoefu na uweledi kwa tukio lako, basi utahitaji nije nikushereheshe. Kwa simu zangu waweza piga 0712479905, au tukawasiliana na WhatsApp kwa namba hiyo hiyo, alafu niambie unataka nije nikushereheshe wapi. Nina uzoefu wa kutosha, nina uwezo wa kuweza kuendana na hadhira yako na wote wakajivunia kushereheshwa na mimi, au kwa wewe kunichagua mimi. Nikwambie tu kwamba MC sio msemaji, bali ni msimamizi wa furaha ya tukio lako. Hakikisha unachagua sahihi, hakikisha unachagua MC sahihi. Ukinikosa mimi, basi zingatia hizo sifa nilizokupa katika swala zima la uzoefu wa MC wa, wa shughuli yako MC wa tukio lako, tuwasiliane, tushirikiane, tueleweshane, tufanye kazi. Mungu akubariki sana, tukutane wakati mwingine. nitakuja kuelezea uh, kipengele cha kwa nini MC mwenye uzoefu, kwa nini ni muhimu kwa MC mwenye uzoefu. Jiandae, ndo tips inayofuata. Asante chao.